Kulingana so, uh, na mashindano ambayo yanaendelea ya mambo um, ma mchezo tu a mchezomecheza vizuri dakika zote 90. First half ametengeneza nafasi ya kuweza kuzitumia second half vile vile, na na nafikiri wame wameweza kutengeneza nafasi nyingi kama ambavyo wamesema mapema, wanajiza kushinda mechi kwa sababu wamecheza vizuri. Wanaenda kwenye mapumziko, watarejea baada ya Afcon mwezi Januari kucheza mechi nne zilizosalia, pengine watu warekebishe kuhakikisha wanarejea. Nafikiri pointi moja leo ilikuwa ni muhimu kupata kwa, of course wametafuta point tatu, wamekosa, wamepata moja. mm -hmm. Kwa, nafikiri inawarudisha tena mchezoni, next time wakija katika mechi ambazo zinafuata, nafikiri anaenda kuangalia mazaifu na uzuri ambao wamefanya, mimi naamini katika mechi ambazo zinafuata atakuwa strong zaidi. Umeona kiufundi kuna kitu kikubwa ambacho kimeongezeka tofauti na kile ambacho alikionyesha kwenye mchezo wao wa kwanza. Oh, oh, kini... of course, hizi mechi kila ukienda katika stage nyingine kuna vitu vinaongezeka, sio kulingana na experience hizi mechi, na naamini kwamba Singida wameweza vizuri leo, wameongeza wame, wame, wame, wame kitu kiasi fulani, sio kulingana na mechi ya mwanzo, ikiwa ni mara yao ya kwanza wanashiriki atoe makundi. Unafikiri wana mpaka hivi sasa wanacho kuonesha zaidi hiki ambacho wamekionyesha, ama wanapaswa kuwa wanyonge? Of course kwa timu ambayo wanayo mimi nafikiri, wana wanachezaji wazuri, wachezaji ambao wamekuwa most of them wamecheza mashindano yao kwa muda mrefu, wana experience ya kutosha, wana mwalimu mzuri, wana viongozi wazuri management. Naamini nah, kwamba wakikaa wakikaa vizuri na muda ambao watakuwa hapo mpaka Januari, wanaweza kufanya kitu kizuri. Bado mapema, bado wana nafasi, sio kama ambavyo mmesema mwanzo. Pointi moja leo imeweka hai sio, wakijipanga vizuri, bado wana mechi nne, si ndio? wanaweza kufanya vizuri na wakapata kwenda katika robo finali. Lakini kwa ujumla kwa wakilishi wote wa Tanzania taifa mbacho kwenye michuano ya kimataifa, kwa hiki ambacho wamekionyesha kwenye michezo yao ya kwanza kabisa, wanaenda break kabla ya kurejea tena. Unaona nani yupo kwenye mazingira mazuri <laughs> zaidi. Nafikiri timu zote bado zina nafasi, sio? Unajua mashindano bana yana yana yana yana yana yana yana yana idea yake ya kucheza. Mimi nafikiri timu zote zime ziko, ziko vizuri ziko vizuri na zimeweza kufanya vizuri. Ch cha msingi ni kuhakikisha kwa, kwamba tunawasupport tunawapa nguvu kadi ambavyo wanaweza, mashindano ambayo yana time, unapata una muda wa kurekebisha yale makosa ambayo yanaonekana, na inshallah na nafikiri timu zote zitaenda katika stage nyingine. Kwa kocha Moroko, umetoka kwa Taifa Stars, mashabiki zako wakusubiria wapi hivi sasa? Hey, so, la, Taifa Stars sasa